Wahakikishe kwamba wanajitokeza katika kuja kujiandikisha, kwa sababu wasipojiandikisha, ya yale malalamiko ambayo wanayazungumza kupitia katika majimbo yao kwa wawakilishi na, na, na, na rais, hawatapata hiyo nafasi, kwani utakapopiga kura utakuwa na mdomo na nguvu za kuwafanya, maana yake wale ambao hawajaleta ha, maendeleo katika majimbo za kuambia jamani, hapa tumeputiza tume muda wetu wa kupiga kura, lakini sisi UPDP tumeridhishwa na jinsi zoezi hili linavyoendeshwa na hatuna pingamizi na kitu chochote na tuko tayari kwa uchaguzi mkuu. Katika wilaya hii tunatarajia kuandikisha wapiga kura wapya 13759 na hii ni kutokana na makadirio ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 na kubwa ambalo tunaangalia katika makadirio yetu ni kwamba